Usafi, tumekumbushwa afya, tumekumbushwa utu katika kuadhimisha salama. Hayo ndio mambo ambayo tutatembea nayo, na niwasihi na wale wote ambao waaatokea tukahiiasinaitembee nayo ili wapewe waendelee nayo. Asante sana. Majina yangu ni Jane Massawe ni meneja wa Tehama Moi na siku ya leo tunaadhimisha hedhi salama. Lengo la siku ya leo ni kuwakumbusha akina mama kuwataka na kuwapa elimu ya usafi, kuwaeleza maana ya hedhi salama, afya njema, pamoja na utu wao, ambao wote kwa pamoja unajumuisha hedhi salama. Kwa hiyo wanawake wa Moi wa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo tumeandaa na tukatayarisha uh, vifaa kwa ajili ya uhedhi salama ambavyo tumevitoa kwa wanawake wenzetu pamoja na mabinti ambao wote wajisikie katika kuadhimisha siku hii ya leo. Kwa hiyo tumeona jambo hili ni la kimataifa, jambo hili ni la kitaifa na sisi hatukuachwa nyuma, tukashiriki na wengine duniani pamoja na kimataifa. Jambo hili ni la kitaifa na sisi hatukuachwa nyuma, tukashiriki na wengine duniani pamoja na kimataifa. Na tumeweza kupokea misaada na vitu mbalimbali kwa ajili ya kusherehekea na kuadhimisha hedhi salama. Wito wangu kwa wanawake wenzangu na wanawake wote duniani ni kuendelea kuenzi na kuadhimisha siku ya hedhi salama kwa wanawake na mabinti ili tuwe na afya njema, tuwe katika mazingira safi na salama pamoja na utu wetu. Kwa jina naitwa Elizabeth David Mrindoko ni mwenyekiti wa kamati za wanawake hapa Moi kupitia chama cha wafanyakazi Tuge. Kwa kweli jambo hili la hedhi salama kwa wasichana na wanawake mwaka huu tumeamua kuliadhimisha namna hii kwa sababu tumeona ni namna gani dunia inakwenda, yaani huko tulikotoka tunapita tumepita katika nyakati tofauti. Sasa tunakwenda katika wakati wa digital. Huko zamani inawezekana walioishi miaka ya kuanzia waliozaliwa sabini sabini na ngapi, tulikuwa hatuko kwenye hedhi salama kama tunavyosema leo, lakini sasa tunaona mazingira yamekuwa wezeshi zaidi. Kwa hiyo tumeona ni vizuri na sisi tukayaenzi kwa hiyo hiki tulichokifanya leo ni kuenzi mazingira salama ambayo yameendelea kuwekwa katika nchi yetu na hata dunia nzima, kwa sababu hili tukio leo ni la kidunia. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nimeona ni vizuri kama taasisi ambayo ina wanawake asilimia sabini na tano tufanye hili jambo tuliadhimishe, ili kuionyesha jamii kwamba sisi tunajali na tunaendeleza kitu ambacho tunakithamini. Kwa hiyo siku ya leo tumeendelea kuonyesha kwa vitendo, kama jinsi ambavyo tumeendelea kugawa vitu ambavyo ni viwezeshi vya shughuli yenyewe. Tumegawa pati, tumegawa tumewapa sabuni ambazo zinaweza kuwa, kuwafanya hata kama wanakuwa kwenye hiyo hedhi wazidi kuwa salama zaidi, kwa sababu ile zile sabuni zina dawa. Kwa hiyo sisi tumefurahi kwa sababu tumelifanya kutokana na taasisi pia tulionayo ni ya afya, kwa hiyo tunaendelea kuendeleza afya katika hedhi salama na mambo mengine kama hayo. Kwa majina yanaitwa Ano Tarimo, mwenyekiti wa taasisi inayoitwa Alif Foundation. Siku leo tumeungana na wenzetu hapa Moi katika kuadhimisha siku siku ya hedhi ya, ya kina mama uh, sisi taasisi yetu tunajikita zaidi katika kuhudumia wazee na watoto, na hivi sasa tunadeal sana na watoto wa vichwa vikubwa na mgongo wazi. Mara nyingi katika kuhudumia hawa wazazi tumekuwa tukisahau kwamba wamama hawa na wenyewe wanakuwa na mahitaji yao binafsi, na kwa mazingira ya watoto wao wanakuwa na majukumu mawili, wanakujitegemea wao binafsi, lakini pia na watoto wanaowategemea. Hivyo usiku leo ya imekuwa ni mzuri, kwa sababu imetupa sisi fursa ya kujifunza na kuelewa zaidi juu ya hili swala zima na kupitia eneo hili tumejifunza na tumeamua kwamba kabisa, kama taasisi katika foundation yetu tutakumbuka katika kila program yetu kuweka namna ya kujifunza kwa kina mama, kinamama tutainkludi hili swala katika huduma tunaowapatia. Hii ni siku ya kimataifa inatambulika ulimwenguni, na lengo lake kubwa ni kuraise awareness juu ya mahitaji ya kina mama wanapokuwa katika siku zao za hedhi, na sio tu watoto wa shuleni, lakini hata wamama na wasichana kwa ujumla wake. Wa wana mahitaji katika kipindi cha hedhi, na hatuna budi kuleta awareness ili wenyewe waweze kwenda wa kupata huduma sahihi na stahili. Jamii kwenda kusahau foundations mbalimbali taasisi mbalimbali na wanajamii mbalimbali wanapojikita katika kuhudumia watoto tusisahau walezi wanaowahudumia ah, watoto na walezi hao mara nyingi sana na wanaohudumia familia ni wakina mama, hivyo tusisahau kuwakumbuka kukidhi mahitaji yao, kwa sababu wanajisahau wana, wao na kututazama wao.